Hakikisha kabla ujaanza kuinstall FL studio unazima unazima security zote ambazo zinalinda kompyuta yako, yaani unazima. Kama umewasha simudavu ikoni, unakuja hapa protect, una manaake na nakaga hivi, lakini na di unaifunga, una hapa, isiendelee kuprocess kwa hiyo ukishaifunga, utakuja kwenye upande wa setting <coughs> utakuja huku upande wa setting <coughs> utakuja moja kwa moja hapa, utakuja hapa manage setting, utafunga hapa rili really time protecti, utafunga hizi zote nne temper protecti kwenye upande wa secure, window security ni muhimu. Baada ya kufanya hivyo, utafungua faili la FL FL Studio well. Uta right click. Ukisha right click utabonyeza faili open file location. Open file location utakuja kwenye foda yako ya FL Studio. Hapa utafungua hii foda, hapa juu utakutana na hivi vitu vinne. Hakikisha hivi vitu vinne vyote unavikopi hapa. Uh, unabonyeza replace, alafu unabonyeza hapa tiki, unabonyeza continue. Ukishabonyeza continue vitakopi kwenye file location huku. Kitu unachotakiwa kukifanya hapa huku unarudi nyuma, ukisharudi nyuma unachukua hii FL Studio leg unaikopi nayo upande huu imekaa hapo, uh, FL studio legi unachofanya, hii engine x sa 9is bl hii hapa unaikopi hii, unafungua hapa plugin nanjia fruti generate generate flexi flesi naikopi naileta hapa kwenye <tune> flesi kisha una replace. Kisha maliza kufanya hivyo, unafunga unafunga unakuja ku-open FL Studio run as admin kwa mara ya kwanza itafunguka kama hivyo hivo, itakuambia unlock continue trial in trial mode more information. Hiyo utabonyeza hapa unlock FL Studio hapa, utakutana na hii hapa, uh, FL Studio in trial mode. Hapa usibonyeze chochote, unakuja hapa Ukisha kuja hapo, utakuja hapo save validating file, save validating file ta hapo. Sasa utachagua kwenye foda hii, utagusa hii document, hapo document, kisha itakuja faili zako za document hu. Kisha ukisha maliza kwenye document, utabonyeza save mimi nilishaweka ya kwangu lakini nitairudia tena kuiweka nyingine. Utamaliza uh, kubonyeza ok. Sawa, so, tushamaliza kubonyeza ok, utabonyeza don't unlock. itafunguka kama trial, lakini usiitumie. Unakuja hapa una off. Unafunga, kisha unakuja kwenye open this PC, unachana una highlight click here for studio, una open file location unaweka hapo, una open this PC, unagusa document, document, unatafuta ile validating, hii hapa license validation, utaifungua. Ukishaifungua license validation, utakopi hizi namba, ukisha kopi hizi namba utaifunga. Ukishafunga uta right click hapa uta... uta file location uta uta open FL studio registration, kisha uta activate nima ii, alafu utashuka, utachukua id patch ambayo uliikopi huko muda ule, utaipaste zile namba zile tap, kisha utafanya patch, utaambiwa file patched hapo itakuwa umeshamaliza maliza kazi. Ukishafungua hii FL studio inakuwa katika muundo huu, inakuwa so trial mode tena sio trial mode tena. Hivyo ndivyo unaweza ukafanya.